Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jina langu ni Hamida Abubakar. Taarifa yetu kuu siku huu, kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu anakabiliwa na mashtaka ya uhaini na uchochezi siku moja baada ya kukamatwa Karibu. Mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, Tundu Lisu anakabiliwa na mashtaka ya uhaini miongoni mwa mengine matatu. Lisu alifikishwa mbele ya hakimu mkazi wa mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam. Mahakama hiyo imemwamrisha kuzuiliwa rumande hadi pale kesi yake itakapotajwa tena. Awali polisi nchini Tanzania ilisema kwamba Lisu alikamatwa jana mkoani Ruvuma kwa tuhuma za kufanya uchochezi wa kutofanyika uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2025. Mapema polisi walitumia vitoa wa machozi kuwatawanya wafuasi wa Chadema huku wakizuia viongozi wa chama hicho kufanya mkutano na waandishi wa habari. Huyu hapa wakili wake Lisu akiwa mahakamani mapema leo. Katika ile kesi ya kwanza ya ambayo ni ya uchunguzi wa awali, upande wa, wa mashtaka umesema kwamba upelelezi haujakamilika, lakini katika ile kesi ya pili yenye mashtaka matatu wamesema upelelezi umekamilika. Sisi kwa upande wa mawakili wa, wa, wa utetezi tuko tayari kuweza kupambana kumtetea mteja, mteja wetu, naamini kwamba haki iko kwake. Sasa ili kupata mengi zaidi kuhusu taarifa hii, tunaungana moja kwa moja na mwandishi wetu Alfred Lastek kutoka studio zetu za Dar es Salaam. Lastek, tunafahamu nini kipya hadi sasa kuhusu kukamatwa kwa Tundulisu? zaidi kikubwa kinachofahamika sasa ni kwamba amerudishwa, amepelekwa rumande ambapo kesi itatajwa au kusomwa um, siku ya Aprili 24, na kama alivyoeleza wakili ni kwamba bado uchunguzi unaendelea. Uh, iwapo itabainika basi ana jambo la kujibu basi uh, makosa hayo yataunganishwa kwenye kesi ya msingi ambayo ni ya uaini. Mm-hmm. Vipi kuhusu kuachiliwa kwake kwa, kwa dhamana? Kuna chochote ambacho kimezungumzwa kuhusu hilo? Hapana. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, unapokuwa unashtakiwa kwa kosa uh, au uh, kuhusishwa na uhaini theni, mara nyingi kinachotokea ni kwamba uh, unawekwa rumande mpaka pale eh, mahakama itakapohitimisha kesi yako, na ikikuta una hatia uh, basi mara nyingi adhabu yake ni, uh, ni kunyongwa mpaka kifo. Lakini iwapo utabainika hauna hatia, basi utaachiwa huru. Mm -hmm. Sasa matukio kama haya yanatoa taswira gani hasa wakati huu ambapo taifa la Tanzania linaelekea katika uchaguzi baadaye mwaka huu? Kumekuwa na maoni tofauti tofauti um, mseto kuhusu um, e, sakata la Lisu kukamatwa uh, sambamba na viongozi wengine wa upinzani na wengi wamekuwa wakisema ni umenyaji wa haki ya uh, Watanzania kujieleza e, haki ya wanasiasa kufanya shughuli zao za kisiasa, lakini pia uh, wengine wameenda mbali na kusema kwamba chama tawala ama chama dola chama cha Mapinduzi uh, kimeanza ku vuruga e, taratibu za vyama vingine ambavyo vinatarajia kuwania nafasi mbalimbali kwenye uchaguzi wa Oktoba mwaka huu, mm -hmm. Sasa ni pengine ni viongozi gani wengine ambao wamekamatwa pamoja na Lesulastek? taarifa tulizonazo ni kwamba makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche, mjumbe wa kamati kuu um, Lema pamoja na viongozi wengine waandamizi wanashikiliwa na jeshi la polisi. Isipokuwa jeshi la polisi bado halijathibitisha uh, kuwashikilia kwa maana kutoa taarifa ama kujibu simu zetu pale tulipowatafuta kuthibitisha taarifa hiyo. Naam, sijui pengine uh, watu wamelichukuliaje swala hili. Sasa watu upande wa, wa, wa, wa, wa chama, nilipata nafasi ya kuzungumza na wanachama mbalimbali mbali, ambapo wengi wamesema ni mbinu ambazo zinatumiwa na jeshi la polisi, mamlaka za serikali kudhoofisha juhudi na na na zile na ile hali ya, ya kupambana kwa chama hiki cha demokrasia na maendeleo, na imepelekea baadhi ya wananchi kusema kwamba jambo hilo aliwakatisha tamaa na wamezoea kuzuiwa na jeshi la polisi, lakini wamekuwa wakikutana na fitina mbalimbali kutoka kwenye chama tawala. Uh, na wafuasi wengine katika upande mwingine, wakiwemo watetezi wa haki, wamekuwa wakidai kwamba vyama vyote vinastahiki haki sawa pale wanapofanya shughuli zao za kisiasa naam. Asante Lastic na, uh, na mahojiano hayo na mwanahabari wetu Alfred Lastic ndio anayotuhitimishia uh, taarifa yetu kwa siku huu.